Kitabu cha Sefania sura ya kwanza na ya pili. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa mahali hapa, naitwa Mwalimu Petro na wakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Siku ya leo tutaenda kuanza rasmi kusoma kitabu cha Sefania. Wataalamu wa maandiko matakatifu wanatueleza kwamba Sefania ni moja ya waandishi walioandika kitabu wakati wa ufalme wa Yosia mfalme wa Yuda, na anakaripia sana katika kitabu hiki juu ya mavazi ya kigeni, ibada za sanamu na wakuu wa wana wa ufalme. Hivyo basi kupitia kitabu hiki utapata mafundisho mengi sana mazuri ya kukujenga kiimani. Tufungue kwa sala, tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu tunakuinua, Yesu tunakushukuru kwa sababu ya umuda muda unaotuwezesha kuweza kusoma neno lako takatifu. Tunaamini ye Bwana uwepo wako uko na sisi, na tunaamini shama neema yako imetufunika, ndio maana tunakunyenyekea. Tunaomba e Mungu, tunaposoma neno lako, utupe neema ya kulielewa, utupe neema ya kuliishi, ili sote tuendelee kutiwa nuru ondoa giza mbele ya maisha yetu na mwangaza wako Roho Mtakatifu uendelee kutanda daima, ili sote tuendelee kusimama sawasawa na mapenzi yako katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme Amen. Karibuni sana wapendwa, ni kitabu cha Sefania ile sura ya kwanza na ya pili. Kitabu cha Sefania mlango wa kwanza. Neno la Bwana lililomjia Sefania mwana wa Kushi mwana wa Gedalia mwana wa Amaria mwana wa Hezekia katika siku za Yosia mwana wa Amoni mfalme wa Yuda. Nitavikomesha kabisa vitu vyote visionekane juu ya uso wa nchi, asema Bwana. Nitamkomesha mwanadamu na mnyama, nitamkomesha ndege wa angani na samaki wa baharini, na hayo makwazo pamoja na wabaya, nami na nitamkatilia mbali mwanadamu asionekane juu ya uso wa nchi, asema Bwana nami nitaunyosha mkono wangu juu ya Yuda na juu ya watu wote wakao Yerusalemu, nami nitakatilia mbali mabaki ya Baali yasionekane mahali hapa, na hilo jina la Wakirami pamoja na makuhani, na wale walisujudiyao jeshi la mbinguni juu ya dari za nyumba, na hao waabuduo waapao kwa Bwana na kuapa pia kwa Malkamu, na hao waliorudi nyuma na kuacha kumfuata Bwana, na hao wasiomfuata Bwana. Wala kumuulizia nyama za kimya mbele za Bwana Mungu. Kwa maana siku ya Bwana ikaribu kwa kuwa Bwana ameweka tayari dhabihu, amewatakasa wageni wake. Na itakuwa katika siku ile ya dhabihu ya Bwana, nitawaadhibu wakuu na wana wa mfalme, na watu wote waliovaa mavazi ya kigeni. Na katika siku ile nitawaadhibu hao wote walikao juu ya kizingiti, waija zao nyumba ya Bwana wao udhalimu na udanganyifu na katika siku ile, asema Bwana, kutakuwako sauti ya kilio kutoka lango la samaki, na mlio mkuu katika mtaa wa pili, na mshindo mkuu kutoka milimani. Ahaya lieni, ninyi mkao katika Makteshi, maana wafanyabiashara wote wameangamia, hao wote waliokuwa na mizigo ya fedha wamekatiliwa mbali. Kisha itakuwa wakati ule, nitauchunguza Yerusalemu kwa taa Nami nitawaadhibu watu walioganda juu ya siri zao, wasemao katika mioyo yao, Bwana hatatenda mema wala hatatenda mabaya. Na huko utajiri wao utakuwa mateka, na nyumba zao zitakuwa ukiwa; nam watajenga nyumba lakini hawatakaa ndani yake, nao watapanda mizabibu lakini hawatakunywa divai yake. Hiyo siku ya Bwana iliyokuu ikaribu, ikaribu, nayo na inafanya haraka sana. Naam, sauti ya siku ya Bwana. Shujaa hulia kwa uchungu mwingi huko. Siku ile ni siku ya ghadhabu, siku ya fadhaa na dhiki, siku ya uharibifu na ukiwa, siku ya giza na utusitusi, siku ya mawingu na giza kuu, siku ya tarumbeta na ya kamsa, juu ya miji yenye maboma, juu ya buruji zilizo ndefu sana. Nami nitawaletea wanadamu dhiki, hata watakwenda kama vipofu kwa sababu wamemtenda Bwana dhambi. Na damu yao itamwagwa kama mavumbi, na nyama yao kama mavi. Fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuwaokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana; bali nchi yote pia itateketezwa kwa moto wa wivu wake, maana atawakomesha watu wote wakaao katika nchi hii, naam, ukomo wa kutisha Kabla haijazaa hiyo amri, kabla haijapita siku ile kama makapi, kabla haijawajilia hasira kali ya Bwana, kabla haijawajilia siku ya hasira ya Bwana. Mtafuteni Bwana enye nyote, mlio nyenyekevu wa dunia, ninyi mliozitenda hukumu zake; itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Kwa kuwagaza, utaachwa na Ashkeloni utakuwa ukiwa, wataufukuzia mbali Ashdodi wakati wa adhuhuri na Ekroni utang'olewa. Ole wao wakao karibu na pwani ya bahari, taifa la Wakerethi! Neno la Bwana lijuu yenu, e ee Kanaani, nchi ya Wafilisti; mimi nitakuangamiza, asibaki mtu akaye kwako. Na hiyo nchi ya pwani itakuwa malisho yenye vibanda vya wachungaji na mazizi ya makundi ya kondoo. Na hiyo nchi ya pwani itakuwa nchi ya watu wa nyumba ya Yuda waliosalia watalisha makundi yao huko, watalala katika nyumba za Ashkeloni wakati wa jioni; kwa maana Bwana Mungu wao atawajilia na kuwarudisha wafungwa wao. Mimi nimeyasikia matukano ya Moabu na dhihaka za wana wa Amoni, ambazo kwa hizo wamewatukana watu wangu na kujitukuza juu ya mpaka wao. Basi kama niishivyo, asema Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli, hakika Moabu atakuwa kama Sodoma na wana wa Amoni kama Gomora, yani milki ya upupu na mashimo ya chumvi, ukiwa wa daima. Watu wangu waliosalia watawateka nyara, na watu wa taifa langu waliobaki watawarithi. Mambo hayo yawatawapata kwa sababu ya kiburi chao, kwa kuwa wamewatukana watu wa Bwana wa majeshi na kujitukuza juu yao. Bwana atakuwa mwenye kuwatisha sana, kwa maana atawafisha kwa njaa miungu yote ya dunia na watu watamsujudia yeye kila mtu toka mahali pake, naam nchi zote za mataifa. Na ninyi Wakushi pia mtauawa kwa upanga wangu. Naye atanyosha mkono wake juu ya upande wa kaskazini na kuiangamiza Ashuru, naye ataufanya Ninawi kuwa ukiwa, kuwa mahali pakavu kama jangwa. Na makundi ya wanyama watalala kati yake, wanyama wote wa mataifa, mwari nyunu na nungu watakaa juu ya vichwa vya nguzo zake. Sauti yao itasikiwa madirishani; vizingitini mwake mtakuwa ukiwa, kwa maana ameifunua kazi ya mierezi. Huu ndio mji ule wa furaha uliokaa pasipokufikiri, uliosema moyoni mwake, mimi niko wala hapana mwingine ila mimi. Jinsi ulivyokuwa ukiwa, mahali pa kulala pa wanyama wa bara! Kila mtu apitaye atazomea na kutikisa mkono wake.